Kijana Uhuru Kinyata Migai mteteza wanyonge mbuge Mtarajio mtarajia Mbakasi Central 2027. Na mimi nataka kusema hivi ya kwamba Singapore na Kenya, unajua watu wengi haelewi kwa nini tunapinga ama tunapiga masuala na Singapore. Julai to September, Mheshimiwa Rais William Ruto makao yake makuu rasmi ya serikali wametumia 4.4 billion Kenya shillings. So kama Ruto jianeta vuja na waibe pesa within hizo mwezi ine, pesa imelala bilioni mbili nukta ine imekunywa maji, imeenda, so huyu ndio rais anatuambia ya kwamba yeye anataka kugeuza Kenya ifanane na Singapore, Malaysia sijui na nini, my friend. Kama Ruto awezi kutengeneza Kenya ilinganishwe na Rwanda hapa jirani East Africa hapa tu injimaoatoshana Nairobi, ndio Kenya iwezi linganishwe na Rwanda. So kenya tali, itatoshana Singapore kwa njia gani? Kama serikali kuu the national government, wao ndio wanaiba kwanza pesa. Hii ndio Kenya ambayo tunaambia Singapore, wakati madaktari wako barabarani wanafanya maandamano. Hii ndio Kenya ambayo tunaambia Singapore wakati ma lecturer wameweka tools chini, watoto wako kwa nyumba ya wasomi. Hii ndio Kenya tunaambiwa Singapore. Wakati manasses hawako wa kutosha katika kwenye zahanati ya serikali, hii ndio nchi tunaambiwa Singapore. Wakati walimu wako wachaja katika kwenye shuleni, then we pia kwa sababu akili yako imechisika unakuja watuambia kwamba ati Ruto ttam Ruto Singapore yuno know unomo ama wewe unatumia ndugu zangu tukizungumuza sisi tuko na akili mimi sina akili taira kama wafuasi wa william ruto mimi sina akili taira mimi niko na akili zangu ninajua yale ambayo anazungumuza najua makosa ya serikali ya kenya kwanza namba tu hii ndio kenya tunaambiwa na william ruto na kipindi akipanda juu ya lexus ambayo amenunua na pesa zetu, anatuambia namna atatuelekeza Singapore, wakati es Kenya yetu ndio karibu 60% ndio wako hey, na stima 40% hawana stima kwa 40%, kwa hii 60% wako na stima almost 30% wako na stima kamili 30%, ambayo imebaki stima ni on off, on off off, wanatupiga stori ya Singapore. Kweli, kweli, kweli my friend fellow Kenya Unataka kuambia Mheshimiwa Rais William Ruto, yes. Unaweza danganya maiti lakini mwana Kenya bwana anatembea mguu zako, uwezi hiyo, uwezi Mheshimiwa Rais uwezi. Mimi nikisema kwamba Ruto hafai ndiko na sababu zangu na hizo sababu nitaliwe nitazungumuza kwa sababu hafai. Jambo la pili, wachana mndasema juu tunachukua nani, wanaume ni wengi. Tuko na Matiangi, natafungua profile ya Matiangi saa hii, na tafungua profile Matiangi. Matiangi alikuwa minister wa interior. Akanyorosha jana huyo Matiangi, huu moja ndio kiongozi wa kwanza kufanya mabasi kutoka Nairobi kutumia barabara moja kwa moja hadi Mandera boda. Mheshimiwa Matiangi, huyu Matiangi huu moja ndio wa education huyu ni jamaa kwanza kuleta NEMIS number, kujua idadi ya wanafunzi na idadi ya shule hapa Kenya. Matiangi, kweli mheshimiwa. Leo hii tunapigiwa stori 1 billion, 100 billion yapotea kila, kila mwaka kwa sababu inaenda kwa shule ya mfuko ya wanaume. Huyu ni Matiangi. Matiangi ndio mutu kwanza kunyorosha kujua tofauti ya basi ya abiria na basi ya shule mheshimiwa. <coughs> Matiangi mtu mmoja ndiye ameleta communication wakati alikuwa waziri wa teknolojia. Saa hizi saa hii watu wana enjoy internet, watu enjoy digital kwa sababu kati si mheshimiwa Fredo Kengo Matiangi. Kengo Matiangi, unatuambia hapa hatakuna mwanaume Kenya? Kwani wewe huoni, kwani Matiangi ni mwanamke? <laughs> ama unataka alale na wewe nyuma ndio ujue ni mwanaume, simtolele ndio ujue ni mwanaume, kama unauliza kuna mwanaume hii Kenya. My friend, hawezi ambiwa Singapore, no, na vitu ambavyo inafanyika. Matiangi nimepungua profile. Hakuna profile, profile ya leo rundu ni chafu, ni giza. Nikianza nayo. Huu ndio rais alikuwa akituambia 2022 ya kwamba akichaguliwa atapunguza gharama ya ulipaji ushuru kutoka 8% to 6%. Ameweka 16%. So huu ni rais gani ambaye unatuambia? Huu ndio rais ametuambia kwamba akichaguliwa hakuna Mkenya atatekwa nyara na hakuna Mkenya atauliwa. Hajaua wa Kenya maua. Huu ndio rais ya kwanza kusema kwamba yeye oh, akichaguliwa hakuna mkenya tabomolea nyumba. nyumba imebomolewa, je bomolewa huu so, rais anatuambia mambo ya Singapore <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> huyu e ni Singapore gani? Mbona tuambie kama yeye mwenyewe ndiye amebomolea wakenya nyumba na yeye mwenyewe ndiye ndawambia kwamba